Karibu katika saa ya bahari kutoka hapa Ayin Safi. Irani imevishambulia vikosi vya Marekani vilivyoko katika kambi ya anga ya Al Udeid nchini Qatar, ikisema kuwa ilikuwa inalipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran. Mashambulizi hayo yamethibitishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, IRGC, katika taarifa iliyowahutubia wananchi wa Iran mapema hii leo. Kwa mujibu wa Iran, imesema kuwa ili lenga kambi ya anga ya Al Udeid nchini Qatar kwa sababu inatumika kama kituo cha amri cha jeshi la anga la Marekani na ndiyo rasilimali kubwa zaidi ya kimkakati ya jeshi la Marekani huko Asia Magharibi. Al Udeid ndiyo kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, inayohifadhi takriban wanajeshi elfu kumi wa Marekani ambapo kambi hiyo ya hekta 24 sawa na ekari 60, iliyoko katika jangwa kusini magharibi mwa Doha ilianzishwa mwaka wa 1996 na inatumika kama makao makuu ya kamandi kuu ya Marekani, ambayo inaongoza operesheni za kijeshi za Marekani katika eneo kubwa linaloanzia Misri magharibi hadi Kazakhstan mashariki. Kambi hiyo ina jeshi la anga la Qatar Emir, jeshi la wanahewa la Marekani, jeshi la anga la Uingereza na vikosi vingine vya kigeni. Kwa mujibu wa Iran, mashambulizi hayo yalipewa jina la operesheni Mjumbe wa Ushindi, ambapo pia yalishambulia mifumo ya rada katika kambi mbili za kijeshi nchini Iraq mapema leo, mashambulizi ambayo yamekuja saa chache baada ya Iran kufyatua makombora katika kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Qatar. Luteni Jeneral Walid Alitamimi ameliambia shirika rasmi la habari la Iraq kuwa, shambulio la kwanza lilipiga mfumo wa rada katika kambi ya Taji, kaskazini mwa Baghdad. Lakini saa chache baadaye, mfumo wa rada katika uwanja wa ndege wa Imam Ali katika mkoa wa Dhi Qar kusini mwa Iraq pia ulishambuliwa, ambapo ndege nyingine isiyo na rubani ilianguka katika wilaya ya Radwaniya, kilomita kumi magharibi mwa uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Baghdad, ambapo wanajeshi wa Marekani wamewekwa katika kambi kama sehemu ya muungano wa kupambana na itikadi kali. Kwa upande wake, wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia imesema katika taarifa yake kuwa ufalme wa Saudia una laani vikali shambulio la Iran dhidi ya Qatar, ikisema uchokozi huo hauwezi kuhalalishwa kwa hali yoyote, huku Qatar nayo ikilaani shambulizi hilo la Iran na kusema kuwa inayo haki ya kujibu moja kwa moja kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Umoja wa Falme za Kiarabu, Imarati, pia imemshutumu kwa masharti makali shambulio la Iran dhidi ya kambi ya ya Al Udad huko Qatar, kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika eneo hilo. Sambamba na hilo, nchi nyingine za kiarabu kama vile Kuwait na Bahrain zimefunga anga zake kwa muda kama tahadhari, baada ya Iran kushambulia kambi ya kijeshi ya Al Udad ya Marekani huko Doha, ambapo Bahrain ni nyumbani kwa makao makuu ya kikosi cha tano cha meli ya jeshi la wanamaji la Marekani ambacho eneo lake la wajibu linajumuisha Guba, bahari Nyekundu, bahari ya Arabia na sehemu za bahari ya Hindi, huku guba ambayo ni Kuwait ikiwa ni nyumbani kwa vituo kadhaa vya kijeshi vya Marekani. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.